Sonsonga um, songa. Nasema hivi Mr. Speaker, maneno ni mingi sana nitamaliza, nitama na ya Kalonzo. Ni kisaa kanyaga na Ruto Mr. Speaker, mimi nasema hivi mahali Kenya imefika saa hii usiogope, na kama unaogopa enda na huyu watu wenu huko. Mimi nasema hivi Mr. Speaker, hata saa hii, najua hapa we have teachers. Kuna mtoto kweli kusema tu kweli watu wametoka class 7, next year anafaa ingie class 8. Na unapata kama mwalimu ako na plan na huyo mtoto atavuta mini kwe juu, na huyo mtoto ndio unasikia umemfanya transfer na unaleta ule mutu anakuwa anakua tu namba last, u namba last, nafanya naye nini? Tumia akili, hakuna vile unasaidia kwa serikali. Ukiingia kitu ya kwanza unatoa ule uleampia alikuwa anafanya development, alafu unaleta tia tandi, una kwenyuwa tandi pale, inataka mtu anafanya kitu. Mr Speaker, wacha tupea tandi time. Wameingia mnamlanga nyuma, na Mungu ala langi. Kitu ya mtu ukichukua, kitu si yako ndugu zangu, ukulangi. Ukulangi watu wanalia na jina yako, wako wengi. Wewe utachukua pesa na ukule, na siku danganyi chukwini ule loga usonga, after three years endeni Kiaru, bado utarudika, useme Kiaru bado ni pale pale. Mimi najua mutu kama Ndindi Nyoro hatatolewe pale. Ndindi Nyoro kama ni mbaya, ni namba tatu ni namba tatu. Kama miana unatoa namba mbili aama kuchukua alikuwa namba unarepl na babu wino, ataki mambo ya kudandia kitu ya mtu. Angechukua juyei alikuwa namba moja, namba mbili uweke namba moja hiyo ni transfer ina gani? Transfer ina gani? Unachukua namba moja unafukuza, unachukua namba mia moja na hamsini unaleta hapa, alafu saa unasema hadi nataka development. Development gani? Development gani unataka? Alafu sasa ukisema Ruta ataenda nyumbani, mandugu zangu, mimi najua Ruta anaenda, najua watu vile wanakasirika, kukasirika

Wali, sisi tunakaa kama tunakaa kama Thomas. Huyu ni disciple wa Yesu Kristo. Toma. Sawa. Wacha kuja na swali kwa mambo ya president ama Raila. Jana Salasi alisema sauti ati babo wino ni molo wa Ruto juu yeye alitolewa kwa committee ya kwamba mwenye amewekwa kwa ile nafasi ya mtu mwenye amefanya Accounting, Let accounting, me tell you one thing. Bobo, sasa tu. Mimi nasema hivi. Si, Kwani Roland? Wale ma MPs hapa Kenya. Kwani atani ndiye amesoma accounting peke yake? Hiyo ni swali na mimi nauliza hapa. Hadi amesoma tu accounting. Kama ni hivyo, John Mbadi alikuwa anabweka bweka hapa kama ako nje. Alipewa nafasi ya kukua minister wa finance. Hapo wajamaliza hata hata one year. 1.3 imepotea. Mtu wako hapa anasema hivi. Mimi nasema hivi. Kuna mutu jaji wetu. Nasema hivi gani? Periodi vile aliingia within 18 months. Kwani hapo mtu anajua nini? Hadi hadi ametaja. Mwezi nani? Bado. Hadi mwezi nani? Leo umesema 18 months. Vile 8 months. I'm sorry. 8 <laughs> <laughs> months. I'm sorry. Kisaidi <prosy> sana kwa mchezo. Mimi nimemwambia watu kwenu. Mrs. Speaker. Mrs. Speaker. Kwani feelings? Tuseme tu kwa sababu kuna feelings. Mimi nasema yote kwa sababu.